Au basi unaniweza sana basi ndo unichakaze ha -ha. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, kila mtu sheria itafuata mkondo wake. Naam. Karibuni sana, Mungu ni mwema, tunakutana tena. Asante sana. Maana ya dunia ni mengi sana ambayo yameendelea chini kwa chini, mengine mpaka yanatuchanganya ubongo, hatuelewi kweli vijana wetu hawa, au ndo, ndo lile neno lako la kaka zetu tusiwaamini sana eh, ya Mungu mengi, lolote linaweza likatokea kwa mtu yoyote. Amina, wakati wowote, kikubwa ni kustahimiliana kustahimiliana kusameheana, eh, kuangalia vile jinsi ambavyo maisha yanakwenda hivyo, mm. Tukianza Dio. na swala zima la ndugu yako Dio. rafiki yako eh, naweza nikasema pia kaka yako mm. yako Mwijaku kwenye Dio. hili ambalo limetokea, eh, tuanzi hapa, una lipi la kuzungumza kwanza kwenye hili ambalo limetokea <laughs> kwa lililotokea kwa kijana anayeitwa Mwijaku dho. Uh, tuna hamu ya kumfahamu Mwijaku, huyo ni Mwijaku gani? Hilo la kwanza, lakini la pili, eh, kwa mfanyo nyinyi kaka zangu, eh, mmoja wenu mwanamke wako ametoka ameenda kupigana na mwanamke mwingine mm. E, kisa ikisemwa wanakugombea wewe, mfano kakaangu, mm. au wewe? A, sasa wewe kakaangu unakuwa unakosa gani? unakosa e. basi huyu kijana Mwijaku kuna mahali inabidi aachiwe aendelee na mambo yake mm, na ni wakati wa kengele ya ya, ya hatari mm. E, tunapopigiwa sisi kina dada kina mama hawa wanaume hatujawazaa. Wanaume misimamo yao haswa wa Kiafrika inafahamika. Ehe, mwanaume wa Kiafrika, yani usimchunguze sana e, mwisho wa siku atakuchosha. Usimng'ang'anie sana, mwisho wa siku atakuchosha au atakupeleka jela. Jikumbuke wewe, jitazame wewe na kilichowakuta uh, wale wanachuo. Ndicho hichi nachokizungumzia jamani, niwe wanachuo vijana wetu, wazazi wenu wanaangaika kuhusu hada, wanalipa ada, walimu wanaangaika, wanawafundisha. Yamkini mnafika vyuoni, mnaenda kugombea wanaume. Huzuni sana, ni jambo la kusikitisha, yes. inasikitisha sana mm. na ina, jifikirie mama yake Mary anajisikiaje? baba yake Mary anajisikiaje sasa hivi eh? mm -mm. Yaani kwa ufupi, kwa ujumla wote wazazi wao wanajisikiaje? Ni aibu wanachuo, ifike mahali, mmeamua kwenda chuoni, someni. Na takwimu zinaonyesha kwamba vijana wadogo ndo wana maambukizi makubwa ya ukimwi kuliko watu wazima. hmm. na kwa namna hiyo, tena takwimu zinasema idadi kila mwaka inazidi. hmm. Kuongezeka. Hmm. kuongezeka, inasikitisha sana. hmm. inaonyesha vijana wameendekeza hmm. eh, sana starehe hmm wame wameendekeza sana mahusiano. Mkiambiwa subirini eh, mkiambiwa subirini mpaka mmalize masomo, msubiri basi, mna haraka gani? Ndio eh. Lakini Damai umesema kwamba mwejaku bado ajajulikana ni mwejaku gani? Eh, ndio yes. Zo, tunamwona mwejaku huyu tunayemjua influencer Mm. Familia yake wana enjoy. Mm. Lakini kutokana na watu kuwa huyo dada ni famous ni mtu ambaye amejihusisha na sanaa pia mm -hmm. Watu wanahisi uh, ni Mwijaku yule tunajua. mm -hmm. eh <laughs> <laughs> E, wengine wanasema ni Mwijaku huyu huyu button, wengine wanasema, wanaoifahamu sheria wanasema, mm. Huenda sio huyu. mm -hmm. E, lakini mwisho wa siku ni Mwijaku. mm -hmm. Na kamani yeye Mwijaku huyu huyu button, mm -hmm. influencer basi amepata mke kapata mke kapata mke mke mwenye staha jamani, mkiambiwa muoe wake wasomi, ndio hapo sasa mtaelewa. Chini chini inasemekana kwamba sio haya tu, mke wa Mwijaku, kuna mengi ambayo alishavumilia kwa kwa mumewe hajavumilia bwana sana. Mbona wanaonekana mm, kila siku wanafuraha mm, na mume wake jamani. Mimi mi, mi nikuongeze yeah, kitu hapo kwenye swala alilizungumzia. Yeah. uh, nakumbuka nilipita kwenye page ya Juma Lokole. My Ndia. Bro. Ndia. Uh, on the time ambao nimepita kwenye page yake nikakuta screenshots Ndia, akionyesha chat zake yeye na Mwijaku ambaye ndio huyu uh, tunamzungumzia uh, ni mfanyakazi wa Clouds na nini na nini and all that. Uh, tulizu, tulisoma zile screenshot. Mm. Na kwamba alichokizungumza ni alikuwa akimwomba sana sana sana Juma mm. asiposti hizo video, kwa maana Juma uh, Lokole ni mtu wa kwanza kuzipata zile video uh, kwa mara ya kwanza kabisa mm. na baada ya kuzipata zile video alichokifanya ni aliziposti lakini baada ya Mwijaku kumwomba uh, siziposti atamwharibia ndoa yake, mkewe atazungumza sana. Juma alienda akazifuta mm-hmm. lakini kwa mujibu wa zile chats pia uh, alizungumza Juma akasema nisipoziposti mimi basi mm. Ujua zitapostiwa sehemu nyingine mm. Na hasa kwa Mange Kimambi mm. Na kama hatukosei, kile kitu kimetokea vile vile ambavyo Juma mm. alizungumza kwa maana zile uh, zile chats, zile chats zilizopostiwa zilikuwa ni za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana hili sakata lilitokea mm. ndani ya Ramadhani mm. na uh, aliomba sana kwa sababu yuko kwenye mfungo. kwenye mfungo. Eh, niliona eh, ili, pia niliona niliona kwa umakini kabisa chat mm. za na mm -hmm. uh, akiomba, eh, mm. na mm. Juma na Mwijaku Mwijaku akiomba kwamba posti ile ifutwe na Juma na hapo sasa ndiko ambako tunamuhusisha Mwijaku huyu button kwa asilimia mia. mia moja. Sao, lakini na mimi ninarudi pale pale mm. eh, mm. wewe ndugu yangu niwa mm. eh, wewe uko na shughuli zako, mke wako ametoka ameenda kugombana na mwanamke mwingine e, wanakugombania wewe? niwa mm. E, sasa we niwa unakuwa unakua unakosa gani wewe, mwandishi wa habari wa kiume, unakuwa unakua unakosa gani? kwa hiyo e, narudi pale pale, kuna nafasi ambayo mwanamke inabidi apite, e, asijisahau sana. Hawa wanaume jamani wapo tangu enzi za mababu, wanaume wapo Tusimame kwenye njia zetu kama wanawake tufanye kazi zetu eh, bila kutetereka. Lakini mtindo wa wasichana wadogo kujihusisha na mahusiano na waume za watu umekithiri, na hiyo basi ndiyo maana narudia tena, hata takwimu za kuongezeka kwa maambukizi ya, vi, ya, ya virusi vya ukimwi kwa vijana wadogo inazidi kuongezeka siku hadi siku unamkuta, mbaba kashaka na ma, maradhi yake, unaenda unamvaa, mwisho wa siku unaenda kuambukiza vijana wenzako, hali inakuwa hmm, sio shwari. Kwa hiyo hmm, vijana wadogo zangu, watoto wangu, hmm, anzeni kujilinda tangu mpo vioni ili mje kuwa wanawake mnaoeleweka. Yawezekana kabisa mimi nisingejilinda na kujisimamia tangu nikiwa chuoni, leo hii nisingefika hapa. Basi ni wakati sasa wa kuamsha wanawake wa Kitanzania. Jamani, achaneni, mabinti wa Kitanzania, na waume za watu watawapeleka pabaya. Meri huyo, unaambiwa kwa kosa lake, juu chini, juu kiko wapi? Kwanini naa na nachuo hana kwa nini unafanya hivyo, kwa maana elimu yake ndio imeishia hapo eh, taaluma. Nimeambiwa Mary kwa sasa anataka kujitoa roho mm. Muongo bwana, Mary mdogo wangu mtoto wangu hawezi kujitoa roho. Wewe mtu ana act kwenye video vile anacheka, anatabasamu, anacheza mziki, anatutishia, ah, ana, ana, ana ana tu tuna mnyomo zako kwa kutumia kisu mm. mimi jambo ambalo limenisikitisha sana mm -hmm. Lakini jambo ambalo linawakumbusha mabinti zetu mm -hmm. linawakumbusha wadogo zetu mm -hmm. kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Sasa eh, usijikuta unamweza au basi unaniweza sana, basi ndo unichakaze ha -ha. hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, kila mtu sheria itapata mkondo wake. Ndiyo. Ndiyo, ndiyo lakini uh, Damai pale kwenye ile video tuliwaona mabinti kama wawili watatu na lile aliokuwa anachukua ipokakuongea, lakini kwa tetesi zilizokuwepo ni kwamba aliyestopishwa chuo ni Mary peke yake mm, mm, mm -hmm. mm, tukienda na haki dada yetu mm, mm. Wewe unasemaje juu ya swala hili? Ah, Mary kustopishwa au kusimamishwa chuo ni sawa mm. Lakini inasemekana yule aliyekuwa ananyolewa nywele yule, ambaye alikuwa anatuhumiwa, unaambiwa alikuwa anakaa na Meri. Meri anamlisha, anamvisha na mambo yote, lakini mwisho wa siku akaanza mahusiano na huyo Mwijaku wa Meri. Lakini kwa kwa kwa, kwa muktadha ukitazama tukio zima lile unaona ni haki kwanza Meri asimamishwe, yule mwenzie tena ndomia alinyeuzi kabisa. Yule mwenzie alikuwa kama vile yani anachochea, tutaenda kusema darasani, watatangaza. By the way, tumejua hasara imekuwa kwao na sawa dama, hili limetokea mpaka sasa hivi kama ambavyo unasema kwamba hatujui kwamba ni mwijaku huyu hapa ama tunamfahamu maarufu, lakini pia umezungumzia kwamba mwijaku kwa amepata mke Ndi. Watu wengi wanafahamu mwijaku na mke wake, wame walianza chuoni huko wakati wanasoma mpaka wametengeneza familia mm. Na mambo mengi huwa yanatokea na nini. Ah, kwenye hili endapo mwijaku atakuwa ni yeye, unahisi kitu gani inatakiwa akibadilishe kwenye maisha yake ili pengine hata kama mke wake anamkosea siku moja asichoke, hivi ambavyo anamvumilia. Ah, <laughs> Mwijaku ache kuchepuka chepuka, ache ache. Ndiyo, nampenda sana, ni swaiba wangu, japo ni ngumu. Wanaume wana wengi wa Kiafrika wanapenda sana kutamani wanawake kwa hiyo ile inaweza ikawa ni ngumu kidogo, lakini namwasa aache, kwa sababu levo zake alizofikia ni levo za kimataifa. Sasa hivi amekuwa mfano wa wengi, ndio maana inatokea eh, hata likisikika jina lolote la Mwijaku, watu wanajua ni yeye, ni yeye ye. Yani, kuna upande na mimi nauona kwamba ni yeye, lakini kuna upande nauona kwamba naweza kuta labda sio yeye yeah, lakini uki, kuna vitu ukiangalia unaweza ukahisi kwamba ni yeye, kwa hiyo ipo katikati. Mwijaku huyu huyu anasema Diamond hawezi kufanikiwa na uzinifu yani, kwamba kama anataka aendelee kufanikiwa aache uzinifu na aache kwa kuwaharibu mabinti. Mwijaku huyu huyu anahusishwa na tukio hilo hilo ambalo huwa anamsema Diamond Uh, mtanisamehe Mwijaku na Nasib ya Diamond Platnumz wamepishana kidogo tu, ni vile tayari Mwijaku ameoa eh, Diamond Platnumz hajaoa, wamepishana hapo tu, lakini kuna tabia wanaendana tabia ambazo asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa tisa narudia tena, za vijana au wanaume wa Kiafrika, wanaume wa Kitanzania wanazo kuanzia mababu zetu, mababa zetu, makaka zetu, na Mungu awepushe watoto wetu. Na sio tabia nyingine ni za kutamani kuona visketi vimepita, mtu anatamani kidada kimepita, anatamani, anatazama kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari.